Leo ni siku nzuri sana na nimekuja nyumbani eh, kumtembelea mama yangu eh, Joyce. Lakini kwa bahati nzuri, sasa watu wengi walikuwa kiuliza kwamba eh, mume wake yuko wapi, tukasema amesafiri, lakini Mungu ni mwema, tupo naye eh, amekuja na tutaongea naye hapa. Naamini watu wengi wanatamani pengine eh, kusikia baba anasema nini kwa kile ambacho kimetokea, lakini pia kuweza kujua mengi sana eh, kuhusu familia yake. nita esko na karibu eh, kuweza kuzungumza machache na eh, ndugu zangu hawa. Shikamoo. Marahaba. Kwema? Kwema. Ah, uko salama? Salama kabisa, nashukuru Mungu yeah. Niko salama. Sauti yako watanzania walikuwa na hamu kubwa sana kuisikia, naamini sasa hivi wanafurahi. Ndio na, na, mm. Na mimi nashukuru Mungu kwa ajili ya watanzania wote mm. na nashukuru yote yaliyoweza kuendelea na Mungu awabariki waliofanya. Niambie kwanza, maana ulikwenda e, nyumbani huko, nyumbani unaendeleaje? Wanaendelea vizuri kabisa, na nashukuru Mungu wako salama. Kwa sasa hali yako ikoje ya afya? Hali yangu inaendelea vizuri, na nashukuru Mungu inaendelea kuimarika. Tena kutoka leo na mshukuru Mungu. Ndio. Ningependa kujua mm, kwa majina majina yako, maana najua ndio kwa mara ya kwanza watu wanakuona. E, unaitwa nani mzee wangu? Mimi naitwa Constantino Hilali Luoga. Okay. Ndiyo. Sawa. Mama wangu Joyce. Okay. Shikamoo. Marahaba kwema. Kwema. Kwema. Eh. Ha, umependeza sana. Ah, namshukuru Mungu eh, ambaye ametoa hii neema. Eh. Eh. Watu kimwona mama yetu bwana anang'aa. Sijakuona kama wiki mbili hivi, nikasema da siku nyingi hatujaonana. Jamani nashukuru sana Mungu awabariki sana. Mm. Eh, namshukuru Mungu sana. Okay. Eh. Na nimekusuka nimesuka <laughs> nimesuka pale <laughs> nimesuka pale. Umependeza sana asante. ah, namshukuru Mungu na wote kwa kipindi ambacho hatukuonana. Niambie eh, mnaendeleaje nyumbani hapa familia kina Grace wote wakoje? ah, ninamshukuru Mungu tunaendelea vizuri, na nawashukuru Watanzania wana moyo wa Tanzania, upendo sana, wamenifariji hmm, sana. Sawa, okay. eh. So, kabla sijazungumza na, na, na baba pia, ningependa kuongea kidogo hapa Uh, Mungu ni mwema. Uh, watu wamekuwa na moyo kusaidia familia hii ya baba yetu hapa na mama yetu na mpaka sasa hivi eh, michango ambayo imechangwa kwenye account eh, benki tumeweza eh, kufikisha jumla ya eh, shilingi milioni ishirini. Kwa hiyo Tanzania, Mungu awabariki sana, na bado watu wana moyo eh, wa kutoa tuna plani kuboresha mazingira hapa nyumbani, nyumba hii kujenga vizuri, lakini pia mama kupata biashara na mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo mpaka sasa hivi, wa Tanzania, ndugu zetu, mumechanga jumla e, ya shilingi milioni ishirini. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Amina, na upendo, tunashukuru sana kwa upendo wenu. Mungu azidi kuwabariki na Mungu azidi kuongezea pale mlipotoa. Okay. Ndio. Sawa. So, sasa wakati mimi nimekutana na mama akanielezea changamoto ambayo eh, mlikuwa mnapitia eh, eh, ilibidi sasa yeye aingie kwenye kazi ya kukota makopo na kuuza, baada tu ya baba hapa kupata changamoto ya maradhi. Nataka uniambie kwanza, hiyo eh, changamoto ilikuwaje kuwaje? Maana unaniambia kabla ya hiyo pia ulikuwa na nyingine ya maradhi, ilikuwaje? Uh, nashukuru Mungu, kabla hii ambayo mama aliielezea, nilikuwa na nyingine ya TB ambayo ilikuja ilinitafuna sana mpaka sikuweza kufanya lolote wala kutembea. Hatimaye nikakaa kwa muda mrefu na nikaambiwa nisifanye kazi. Baada ya kupona kuanza kukaa vizuri, nikatokea tena changamoto ya hii ya operation. Kwa bado nikaambiwa niendelea kutulia nisifanye kazi tena. Kwa hiyo hiyo ndio ilichotokea ndio okay. so, wakati umepata changamoto ya maradhi ukaambiwa usifanye kazi mama akachukua jukumu la kufanya kazi ya kuokota makopo ili cha familia ipate chakula, maisha yaendelee. Kama baba, nataka uniambie ulikuwa unajisikiaje na alivyokuja kukuambia bwana, nataka nifanye hichi kitu we, kama baba ilikuwaje? Kidogo ningependa kujua. Uh, kiujumla, kwanza hakuniambia hmm. Alijua nitamkatalia okay. Kwa hiyo alitoka tu akaenda, aliporudi alirudi na ujira kidogo bado moyo wangu uliumia sana na nilikuwa sina namna ya kumsaidia, lakini nilitamani asifanye ile kazi. Baada ya siku mbili tatu kubishana, baadaye nikamruhusu aendelee, kwa sababu nikajua bado kuna milango ambayo Mungu anaweza akafungua, na tutajua ni nini cha kufanya kupitia hii anayefanya, na mimi nilijua kwamba atafanya kwa muda, alafu nini cha kufanya ili kurudi katika hali yake kama ya zamani hicho ndicho nilikuwa nafikiria, na nilipitia wakati mgumu sana. Mimi kama baba inabidi nitunze familia, inabidi niwepo na mke wangu kwa sababu nimempenda na tunaishi wote, na ninamshukuru sana mke wangu kwa sababu yale yote aliyoweza kupitia, sababu ange, kama angekuwa mwanamke mwingine angenikimbia, na kwa sababu wanaume ni wako wengi sana na wanatafuta wanawake, na wengine walipokuwa wanamuona anabeba zile nani yale makopo walikuwa wanahisia kwa mbali kwamba huyu mwanamke ni mpambanaji na ni mwanamke ambaye mwenye uvumilivu. Kwa hiyo kila mtu, hakuna ambaye hatamani kuwa na mwanamke kama huyo. Ange, angeweza kurubuniwa na kuondoka katika mikono yangu, lakini ninamshukuru, amenivumilia, ananipenda, ananiheshimu, ananitii kwa kila kitu. Kwa hilo nalo nashukuru sana, kwa sababu bila kuna muda mwingine Mungu ametuwezesha ametutetea, lakini bila yeye kuwa na uvumilivu na kunitii na kujua kwamba ni ndoa ambayo Mungu ndio ametuunganisha, angekuwa mtu mwingine nisingekuwa naye, lakini Mungu ni mwema, tunashukuru yeah. Ndio jambo jema sana. Kwa upande wa marafiki zako, ndugu wa karibu, baada ya mkeo kufanya shughuli ya kokota makopo, wao walikuwa wanakuambia nini? Aa, kuna wengine wakasema atakuwa kichaa, kuna wengine wakasema kwamba inabidi umwondoe hapo kwenye hiyo kwenye hiyo kazi, maana kila mtu anayekutana naye ananiambia amesikitika sana, anahitaji atoke kwenye hiyo kazi ya kokota makopo. Kwa hiyo kila mtu alikuwa ananishtumu kwamba wewe ni nani, ni mtu ambao mvivu, tegemezi. Maneno yalikuwa mengi sana na mashambulizi yalikuwa mengi, lakini kwa neema ya Mungu tunashukuru mpaka leo tumefikia hapa. Zaidi ni kwa shukuru wa Tanzania. Baada ya mkeo kukuambia kwamba ameojiwa na Watanzania wameanza kutoa michango, uliamini na ulipokeaje? Kwa ujumla, toka wakati ameanza huu mchakato sikuwepo, na sasa ndani ya siku kama kadhaa sikujua kinachoendelea, kwa sababu simu yangu kidogo kule nikokuwepo ilikuwa inaleta shida. Nilipokuja kujua nilishtuka, na baada ya kushtuka nikasema ah, nikirudi nyumbani ndipo nitaposikia kutoka kwa mke wangu kwamba ni nini kimeendelea. Kwa kweli niliporudi niliposikia na kuona hali hii na hendi tena kwenye makopo, kwa kweli moyo wangu ulifarijika, moyo wangu ulijaa shukrani kwa ajili ya Watanzania wote, na moyo wangu ulimshukuru Mungu sana, pamoja na wewe mwandishi. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa haya yote, sina zaidi ya kuzungumzia zaidi ya kusema Asante juu ya Mungu, asante na watu wote waliojitoa kwa sababu hela haitoshi na hakuna mtu aliye kimezidi, lakini watu wameamua kujitoa kwa upendo. Kwa, kwa upendo huo namshukuru Mungu sana Okay. Amen. Kiukweli ni jambo jema e, jambo jema sana. Na baada ya hiki ambacho kime uh, kimeendelea nwatanzania tunaona wanapambana, watu bado wanatoa pesa, kwahiyo naamini e, naamini mambo mengi yanakuja. Jambo la kuendelea kuomba Mungu na watu wana moyo vilevile kuendelea kutoa, so kila kitu kitakuwa sawa, kwahiyo ni jambo la kumshukuru Mungu pia kwa hilonashukuru sana Mungu azidi kuwazidishia na ninajua wana moyo sana na wanatamani maisha wanayoishi wenyewe na sisi tuishi kwa hilo ninachojua, kwa kila Mtanzania, Watanzania tumeumbiwa moyo wa huruma, moyo wa upendo. Najua wanapenda na walivyomwona mke wangu. Kwa kweli, najua ni wengi wameumia, kwa sababu jinsi ya hutu tuliokuwa tume tuko nao. Kwa zaidi, mimi nashukuru sana okay. E, mama uliambia kuna mtu yeye ametoa mifuko mitano ya simenti, si ndio? Eh, ametoa mifuko mitano ya simenti yeah. yeah. Watu wanatoa wana, wana, wana eh, kuna mtu ametoa mifuko mtano ya simenti. Kwa hiyo pia kama wana, utaendelea utaguswa kuendelea kusupport eh, familia hii, basi tuendelee kuwasupport tujenge hapa nyumba kubwa ya kisasa <laughs> kisasa. Kisasa. Ndio, tunashukuru. Hivi kipindi ambacho ulikuwa unapitia changamoto ya maradhi mkeo, sasa ndio hivyo tena anakota makopo, uliamini itafika siku moja labda inaweza ikatokea neema kama hii? Kabla sijasafiri mke wangu ni shahidi, nikamwambia mama, naona tu mwaka wa upiti, tunakwenda tunakwenda kupita katika hili jaribu, na Mungu anakwenda kutuinua. Akawa ananiangalia na ndo ametoka kwenye makopo, amechoka, akaniangalia akasema, saa nyingine sijui unachoongea sikuelewi, lakini mimi nilikuwa natumaini kwamba iko siku moja Mungu hawezi kutuacha, kwa sababu yeye anatujua. Na Mungu mwenyewe atatutetea. Nilijua kwamba siku moja tutatoka lakini kwa njia gani sikujua. Okay. Eh. Nikiwa tunamalizia mama yangu nilimuuliza kwamba wanawake wengi ni ngumu sana ikitokea mume wake ana changamoto, hana kazi wanakimbia familia lakini yeye akasema yeye akabaki, na akatoa sababu za msingi kwamba kwa nini hawezi kumkimbia mume wake akitoa kwamba ninyi mmekula agano, ni mwili mmoja na Mungu mwenyewe, pia hii ndoa aliibariki. Kwa kile ambacho mkeo ameonyesha kwako kuanzia siku ya kwanza mpaka leo, mpo pamoja. Kama baba, kama mume, unalipi la kumwambia mkeo sasa hivi mbele ya wa Watanzania kwa kile ambacho ameendelea kukifanya kwa kwako na anakifanya kila siku, say, zaidi kwanza namshukuru Mungu, alafu pili namshukuru mke wangu, kwa sababu bila yeye katika hali nilizopitia kwa wakati huu mgumu ah, ningekuwa katika hali ya kupotea, lakini alisimama. Ninamshukuru sana na ninampenda, na ndoa yetu hii nadhani ina muda mrefu, lakini imejaa uaminifu na upendo, na ninazidi kumpenda na kumpenda. Hakuna mwingine zaidi yake. Mwambie, kuna mtazamo E, nampenda kwa sababu hakuna mwingine zaidi yake. Kwa sababu kitu kimoja, kwa sababu kitu kimoja, unajua nikwambie, watu wengi wanaweza wakaoa wake, lakini saa nyingine wakawaweka kama vile. Wengine wanaweka wake zao kama house girl, wengine hawawaamini wake zao, wengine wanaona kama wamekuja tu kwa muda ili waondoke. Wanaangalia pembeni, wanaona wanawake wazuri wako pembeni. Hakuna mwanamke mzuri aliyekuwa pembeni. Mwanamke mzuri unayekuwa naye uliyemwoa katika agano la kimbingu, kwa huyu ndio mwanamke mzuri, na huyu ndio mke wangu ambaye ni jasiri, na ninampenda sana kwa sababu kuna muda anaweza kunitetea mimi. Hata kuna muda mwingine unisumbue, utake kunipiga yeye ndo atasimama, mimi siwezi kusema chochote, lakini yeye atapigana na wewe. Kwa hiyo ninamshukuru sana kwa sababu ana upendo wa dhati na ananipenda. Tungekuwa tumeanza na juzi ingekuwa sawa. Tuna muda mrefu na watoto wakubwa lakini kama tumeoana jana kwa zaidi ni upendo na ninampenda mke wangu. Mm, Mama wangu Joyce wewe na hali bila kuongeza hapo. Pia baba yetu. <coughs> Ah, kama mimi nilivyosema kwanza, na mheshimu Mungu alafu pili, na heshima ndoa yangu. Kwa hiyo natamani kuambia hata wanawake wengine ndio kama nilivyosema. Unapopitia katika magumu, usifikiri na raha pia ipo. Kwa hiyo katika maisha ya mwanadamu kuna raha kuna shida. Kwa hiyo katika mazingira yote hayo tusikubali tu; tujiamini na tuwe jasiri na tuendelee kukaa katika ndoa zetu, na Mungu atatubariki na watoto wetu na uzao wetu utakuwa vizuri kuliko ile ya maisha ya kutangatanga, kesho hapa kesho hapa, sio mazuri e. Ni bora kukaa tu sehemu moja na kumshukuru Mungu, kwa sababu kila mwanadamu ana jaribu lake na Mungu ndiye anayemvusha kwa njia zake Mungu mwenyewe anazozitaka e, basi bila shaka mmesikiliza jumbe e, nzuri kabisa hizi kwa e, baba yetu no na mama yetu hapa, na Watanzania wengi ilikuwa ni ombi lao e, kumwona baba kusikia sauti yake. Mmemsikiliza hapa akiwashukuru e, kwa kile ambacho Watanzania mmeguswa kusaidia familia hii kwayo, bado, kwa hiyo bado tunaweza kuendelea kwa support, na tunawashukuru sana, kama nilivyosema before kwa sasa hivi tumefikisha kiasi cha shilingi milioni ishirini ipo bank. Kwa hiyo unaona kabisa watu wamekuwa wa, wa, na moyo mkubwa sana wa kutoa. Kwa hiyo namba ya simu ipo hapo chini, tutaweka hapo kwenye eh, kwenye caption hapo, unaweza kutazama na kuchangia chochote kile ambacho utaguswa. Lengo ni kuwapa furaha na kufanikisha kile ambacho tumekianza mwanzoni. Mimi ni sema asante, nawashukuru na pia kwa kuwa na afya njema. Asante sana na sisi tunashukuru.